Kasi kubwa ya maendeleo ambayo Tanzania ilikuwa inakwenda nayo hmm. Sisi Morogoro, kwenye ule ujenzi na ile kasi ya ya Tanzania tuko wapi? Ni kwamba sisi Watanzania wa Morogoro tunachofanya, tunataka tusimame mbele ya Tanzania tuseme, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Morogoro, tunamshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan na washukuru wananchi wa Morogoro kwamba in the branding ya mkoa wa Morogoro eh, tunaweza tukasimama tukasema kwamba Morogoro ni sehemu unique, kwamba eh, katika yote haya, lakini sisi Morogoro ni kitovu cha uzalishaji wa kilimo, lakini pia ni sura ya ile Tanzania ile yenye amani, utulivu, kuheshimiana, kuvumiliana, kustahimiliana. Kwa hiyo in the branding of Morogoro unaitangaza Morogoro, una, una, una Morogoro kwa mambo yote kwa pamoja, na ukasema, kwani mwaka jana tulisema ni tulisema hivi kwamba katika yale mambo yote ambayo yanaifanya Tanzania kwa Tanzania nchi ya kipekee sisi Morogoro, hapo nafasi yetu ni ipi? Tuasema hivi kwamba kwa kwanza, e, Morogoro ndio makao makuu ya kilimo. Na ukiwa makao makuu ya kilimo ya Tanzania unakuwa makao makuu kwa nini? Sema kwanza kwa sababu ya variety, yaani ule wingi wa bidhaa na zazrog na Morogoro. Morogoro inalima karafuu, Morogoro inalima michikichi na tulisema kwamba mwaka jana tunataka tugawe mbegu za michikichi zaidi ya milioni moja ili hili kwamba Tanzania sasa hivi bidhaa ya pili baada ya mafuta ya petroli tunayoagiza kutoka nchi za nje ni mafuta kupikia. Kwa hiyo Morogoro, tulisema tukipanda michikichi milioni moja, tukaipanda humu haswa Morogoro vijijini kule maeneo ya rundi na watu nawatu na wananchi washaoiat, tumeshapeleka michi zaidi ya elfu moja, target milioni moja, ikikubali ile maana ni kwamba kuna watu watakuwa wazalishaji wa michikichi na kuna watu watakuja na process ya kusema tunazalisha mafuta. Fursa iliyoko kwa wanaviwanda na wazalishaji mbalimbali, sisi tukiwa kama SIDO ni moja ya jukumu letu kuhakikisha wanaviwanda wanaweza kutangaza biashara zao tuna maeneo mbalimbali ambayo tunawasaidia waweze kutangaza. Mojawapo ilikuwa ni kuandaa maonyesho. Sasa kwa haya maonyesho ambayo tumeandaa kwa mkoa wa Morogoro yanawajengea nafasi kubwa ya kuonyesha kitu gani wanakitengeneza, kwa hiyo watapata oda, lakini pia watauza lakini tukiachana na hilo maonyesho yanawaleta pamoja, yanawasongeza karibu na taasisi ambazo zinawasaidia hapa. Kutakuwa kuna taasisi mbalimbali ambazo zinamsaidia mjasiriamali aweze kukua, nikimaanisha kama taasisi kama TBS, kuna taasisi kama Sido, sisi wenyewe tutakuwepo kwa ambao wanataka elimu lakini kuna taasisi kama Bwela watakuwepo kwa ajili ya urasimishaji. Kuna taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya halmashauri, vitengo mbalimbali ambao wapo kwa ajili ya kusaidia wajasiriamali, lakini pia o, kuna mabenki ambayo yanawasaidia kuweza kupata mitaji, tukiwepo taasisi wenyewe Sido tunaotoa mitaji. Kwa hiyo hiyo pia ni fursa. Tukiachana na hicho, fursa nyingine iliyoko kwenye maonyesho ni kupata tunasema ni networking watu network, atapata uzoefu kutoka kwa wajasiriamali walioko Morogoro, lakini pia kwa wajasiriamali ambao wanatoka nje ya Morogoro. Kwa hiyo atajifunza kupitia maonyesho. Fursa nyingine iliyopo ni kwamba tutakuwa kuna teknolojia mbalimbali za ndani ya Morogoro, nje ya Morogoro, lakini mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo ni nafasi kubwa kwa wajasiriamali kwanza kuweza kupata hizo teknolojia, lakini pia hata kwa wananchi ni nafasi kubwa ya kupata elimu, lakini pia na kujifunza na kupata vitu vyetu vya ndani katika ubora. Jumbe mzito ambao ni wa mafanikio wa kuwa na maonyesho ya kimkoa ambayo yameandaliwa na TCCIA kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na lengo kubwa ni kuwaleta wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima katika platform moja na kuonyesha bidhaa zao wanazozizalisha, kama vile tulivyomsikia mkuu wa mkoa akisema kwamba Morogoro ni ghala la chakula, na ghala la chakula lina aina zote za bidhaa tunazozihitaji katika maisha yetu. Kwa hiyo eh, haijawahi kutokea tukawa na tukio kama hili ambalo lina focus E, waleta hawa wafanyabiashara viwanda na kilimo katika eneo moja hili, ndilo ambalo ni kusudio ambalo mkuu wa mkoa alilihitaji. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na hao wazalishaji, kwa kushirikiana na vyombo vya umma, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tumeamua sasa kwamba tuonyeshe mafanikio ambayo mkoa huu unayapata. Sasa nikijaribu kwenda ndani kidogo, ni kwamba E, mkoa wa Morogoro una sekta zote muhimu na una sekta ambazo ni za kiuchumi na za kijamii, na unakuta kabisa kwamba kila tunapoitisha maonyesho kama nane, nane au maonyesho mengine ni vigumu sana kuona e, ile role au uwajibikaji au, au uza, uchangiaji wa hivi, hivi nini sekta za kiuchumi na kijamii ndani ya mkoa zinavyochangia kuona mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa, tunategemea kwamba chochote utakachokiona ukihitaji, kwa mfano mchele, ujue kabisa kwamba mchele unapatikana hapa na wili mawapo kwa ajili hiyo, au tukihitaji labda hizi bidhaa za kunde kunde tutaona kiwanda chetu kiko hapa, na ule mnyororo wote unaoona na kadhalika. Kwa hiyo lengo kubwa ni hilo.